Tunapokuwa tumeshamaliza mchakato wa usaili, na wale walioshinda usaili sasa wanapangiwa kazi, wanapaswa kupewa barua. Sasa barua hizo kwa sasa wanakuja kuzichukua Sekretarieti ya Ajira Dodoma. Kwa hiyo, mtu unaweza ukajikuta anatoka anatoka Kigoma, ndiko alikoshinda usaili, anaifuata barua Dodoma alafu pengine amepangiwa tena wapi? Kigo matumizi mabaya ya rasilimali. Na rasilimali, mwenye, ya rasilimali na rasilimali ni rasilimali za nchi. Huyo mwananchi mwenyewe ni rasilimali ya nchi, hela yake ni rasilimali ya nchi. Tunachelewesha maendeleo kwa sababu anakuwa na necessary cost, wakati huyu mtu hana ajira. Kwa hiyo, mimi ushauri wangu na uamuzi wangu ambao au maelekezo inayokupa kati mkuu, barua hizi za placement za watumishi walioshinda usaili zitolewe kwenye mikoa huko huko ambako walifanyia usaili, ili akiipata pale barua yake anatoka Kigoma hapasi kuja Dodoma, alute na Kigoma akachukua barua yake, halafu amepangiwa Lindi. Tumefanyia safari kubwa kweli, amepata amefanyia usaili Rukwa na barua ataipata kutoka katibu tawala Rukwa, alafu baadaye aondoke kwenda kuripoti wapi? Kigoma alikopangiwa. Hii itasaidia sana. Na mimi nimeipata wapi? nimeipata kwa kuangalia kwenye mitandao ambavyo wananchi walikuwa wanalalamika, kwa maana ya hawa hawa ambao tunatoana nao kwae. Kwa nini sote tukachukua barua, tumishwe kati, tufanyie usaidizi huko? Kwa hiyo, fanyeni ubunifu kadri mnavyoweza kwa spidi inayowezekana.